tukakaa kimya bila kuwashukuru kuwashukuru kwa maana ya kasi ya uondoaji au umalizaji wa mashauri mbalimbali ambayo yalikuwa yana, yanaendelea. Moja ya, ya, ya nguzo au nyenzo za, za viongozi au uongozi ni ku appreciate kile ambacho kimefanyika vizuri. Kubwa na kizuri ambacho amekuwa kikifanya ndugu zetu ni kwamba session zinaweza zikaanza asubuhi za Mahakama Kuu, ikifika mchana zimekamilika au zinaendelea zikaahirishwa basi, wanatoka ule muda wa mchana wanakuja katika session hizi za mabaraza. Sasa hii mimi kwangu niliona kama ni jambo ambalo limenimpress sana hao waheshimiwa wanafanya. Sasa hii kazi asubuhi na mchana wanamaliza zile session za mahakama kuu au session za mahakama za rufaa, baada ya hapo badala ya kusema tunaahirisha eh, session ya mabaraza, wanakuja sasa ule muda wa mchana wanaendelea na session za mabaraza. Sasa hili nadhani ndo limekuwa ndo e, chimbuko la kupunguza e, mlundikano wa make, kesi mbalimbali mbali ambazo zilikuwa zinaendelea katika e, mabaraza ya ardhi ya, ya na nyumba ya wilaya. Nao mwezi wa pili tuliamua kufanya zoezi maalum la kuondosha huu mrundikano wa mashauri ambayo tunayo ili wananchi waweze kupata ardhi yao ambayo haina mgogoro, mwenye haki yake aweze kupata haki yake ili aweze kutumia ardhi yake kwa ajili ya kuendesha shughuli za uchumi. Kwa hiyo katika kipindi hiki kifupi kuanzia mwezi wa pili mpaka mwezi wa tano tumefanikiwa kumaliza mashauri 423 kati ya mashauri 897 ambayo yalikuwa yanaendelea katika Baraza la Dodoma. Mimi naitwa Munisi Mary John, ni wakili na ni mwenyekiti wa Chama cha Mawakili Kanda ya Dodoma, kitaalamu naitwa chapter convener. Mawakili wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana, kwa maana ya kwamba kulikuwa kuna kesi nyingi ambazo zilikuwa ziko nyuma yaani, kwa Kiingereza wanaita backlog, yaani kesi ambazo hazijamalizika. Zilikuwa malizika zilikuwa karibu mia tisa. Kwa hiyo kwa mrundikano huo wa kesi, wakawa wamepanga sessions mabaraza ya ardhi kuhakikisha kwamba sessions, yani, ni kesi kusikilizwa kwa mfululizo ili kupunguza huo mrundikano wa kwenye mabaraza hiyo, hiyo kwa Kiingereza inaitwa backlog. Mmoja na kwamba mawakili tuna kazi nyingi, tunaenda kwenye kesi Mahakama Kuu, Mahakama ya Rufaa, lakini tulikuwa tunahakikisha pia tunakuja kwenye mabaraza ya ardhi ya wilaya kusikiliza hizo kesi nyakati za mchana, kuhakikisha kwamba huo mlundikano wa, wa kesi zinapungua.